Uh, kwa ajili ya kuangalia jinsi gani tunaweza tukafast track swala zima la wananchi kupata huduma ya maji safi na salama, wakati tuule mradi wetu Euro milioni sabini unaokuwa finance na AFD, na serikali ya Tanzania ukiwa unaendelea katika hatua za kutekelezaji, wananchi wetu ni muhimu wakaendelea kupata huduma ya maji. Tunafahamu kwamba mkoa wa Morogoro una vyanzo vingi vya maji, vyanzo vya juu kwa maana ya surface water na vyanzo vya maji chini ya ardhi kwa maana ya ground water. Sasa kwa sasa hivi mkoa wa Morogoro unategemea surface water, lakini tumeona tusijikonfine kwenye surface water peke yake tuangalie na swala zima la maji chini ya ardhi, na haya ni maelekezo ya Mheshimiwa waziri wa maji Jumaa Aweso pamoja na mkuu wa mkoa wa Morogoro. Na ziara hii imetokana na maelekezo yao ya kunielekeza mimi kama katibu mkuu kuja kulifuatilia swala hili la kitaalamu. Hapo awali maelekezo haya yalitoka, tulikuja watu waka tukawa na timu yangu ya wizara ya maji kushirikiana na timu ya mkoa wa Morogoro pamoja na mamlaka ya maji MORUWASA, na tumeweza kufanya analisis ya hii ground water, na tumefanikiwa kuchimba visima maeneo mbalimbali mbali kama maeneo matano, na katika hayo maeneo tumefanikiwa kupata maeneo matatu maji ambayo ni mengi kidogo na hili eneo ambalo tulilopo hapa sasa hivi hapa ni Mafisa wanaita Kayenzi, tumepata maji takriban 52 cubic meter per day kisima kimoja, lakini panaonekana kwa saa cubic meter 52000 cubic meter per hour. Kwa hiyo hapa tunaona kabisa kuna potential ya kuongeza visima vingine kutokana na analysis iliyofanywa na watu wetu wa mabonde. Kwa hiyo muda si mrefu sisi kama Wizara ya Maji tutatekeleza ya maelekezo, na wananchi wa mkoa wa Morogoro tutaenda kuwaongezea haya maji kwenye mfumo wao waweze kupata huduma ya maji kama ilikuwa ni ya muda mchache, sasa huduma ya maji taenda kuongezeka, na hii tutaifanya sambamba na maeneo mengine kama kule maeneo ya Tungi tumeaona kuna Kiegea. Kwa hiyo maeneo yote ambayo visima vimechimbwa tutaenda kuvifanyia kazi kama short -term means, kwa wakati tunasubiri mpango wa muda mrefu wa serikali ambako utekelezaji ule unaendelea wa kuhakikisha bwawa la Mindu linakuwa ready liweze kupata maji mengi na lile chujio letu la Mafiga linaenda ku expanded ili tuweze kuongeza uzalishaji na kuyaleta maji ya kutosha kwa mkoa wa Morogoro. Kwa mimi nitoe shukurani zangu za dhati kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa jitihada zake na ushirikiano ambao ametupatia sisi Wizara ya Maji mpaka tumeweza kufikia hatua hii, na tutoe uh, hope tu kwa watu wa mkoa wa Morogoro. Hali ya huduma ya maji hapo mwanzoni ilisuasua, lakini imeimarika na sasa hivi itaenda kuimarika zaidi baada ya kuwa tumefanikiwa kupata hivi vyanzo ambavyo vitatusaidia kutoa huduma ya maji kwa wingi wa maji huu, tunaamini kwamba wananchi wote na maeneo ya wa jirani wanaweza kupata maji hata mara nne kwa wiki, mara tatu kwa wiki, badala ya mara moja kwa wiki. Hilo la kwanza, lakini la pili eh, eh, nimshukuru sana Dkt. Samia Suluhu Hassan sana, sana, sana kwa sababu alipokuja mwaka jana kwenye ziara ya mkoa tulimwambia kwamba miongoni mwa matatizo makuu ya maji wana baadhi ya maeneo ya Morogoro, moja ni maji na moja katika hili aliniita mimi ikiwa na, na Mheshimiwa Mheshimiwa Jumaa Aweso, ananiambia yeye, mtendeni mkamalize hili tatizo, angalieni namna kwa namna uji na uvumba mtakapofanya kazi kwa pamoja, mkoa na wizara, namna ambavyo mtaweza kubaini kupunguza kero ya maji kwa wananchi, hata ikipungua vyo lakini ipungua. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu miongozo ile na na msimamo na, ule ndio inatupa ina na sisi huku chini nguvu ya kujitutumua kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo nakushukuru na sana, Mwajuma sana, wewe mpelekee salamu Mheshimiwa Aweso, tumeshazungumza naye, utamwambia ulichokiona, na mi ni matarajio yangu kwamba ndani ya siku 30 hadi 60 kwa namna moja au nyingine, japo ndoo moja nitakuwa nimeanza kuwafikishia wananchi.